Fundisho ya kufanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Tunaposoma kwenye Wagalatia 6:10 ndiko nasema, kwa hiyo kwa kadri mpatavyo nafasi, kwa kadri tupatavyo nafasi tuwatendee mema watu wote, na hasa jamii ya waaminio. Narudia tena, Wafilipi 6:10 nasema, kwa hiyo kwa kadri tupatavyo nafasi tuwatendee mema watu wote hasa jamii ya waaminio waaminio. Tunajua kutenda mema ni moja ya jambo ambalo ni muhimu sana kwa mtu yoyote aliyeokoka, na hata kama mtu hajaokoka, andiko anasema kwenye maeneo mbalimbali kwamba tusichoke. Kwenye Galatia hiyo hiyo sita, ukisoma tisa, nasema kwamba tusichoke kutenda mema. Maana tutavuna kwa wakati kama tusipozimia moyo. Lakini pamoja na kuwa tunatakiwa kutenda mema ni vyema kujua kwamba kuna watu ambao watakuwa jirani na wewe, watakujia sio kwa maana ya kutaka msaada kama msaada ambao unatoka ndani. Una watu ambao watakuja kwako kwa, kwa, kwa, kwa kusudi tu la kutaka kama kukutumia, kukutumia kama kutumia. Na kwa nini watakuja kwako kama kutumia? Kwa sababu tayari walishatambua udhaifu wako kwamba wewe huwezi kusema hapana, hata kama una uwezo huku huku kwenye nafasi ya kuwasaidia, kwa wakati huo utawasaidia, hata kama ndani utabaki na maumivu ndani, utabaki huna amani. Kumbuka tunajifunza kwamba kuna tofauti kati ya, ya kuwa mwema na kutumiwa. Kuna watu wanavyotambua udhaifu wako, kwamba wewe huwezi kusema hapana. Ukawa huwezi kusema hapana hata kama wakati mwingine hali hiyo wanayoipitia ambayo wamekuja kwako kuomba msaada ni kwa sababu ya uzembe wao. Watakuja kwako kwa sababu wewe huwa huwezi kusema hapana. Kwao watatumia huo udhaifu wa wewe kushindwa kutokuwa kutokuweza kusema hapana kama fursa kwao, kama fursa kwao watatumia. Wakati mwingine watu wengine wana matumizi yao wa mabaya Akiishiwa tu anajua akija kwako tu utamsaidia, kwa sababu huwezi kusema hapana, huwezi kusema hapana. kwa kuna tofauti kati ya kuwa mwema na kutumiwa. Kuna watu wako jirani na wewe kwa ajili tu ya kukutumia. Kuna watu wako jirani na wewe kwa sababu tuna kitu cha kuwapa, na mara tu utakapoishiwa hawatakuwa jirani na wewe tena, na watakuwa wa kwanza kukusema vibaya. Kuna watumishi wangapi serikalini ambao wakati mwingine walitumia muda mwingi kuwasaidia ndugu, na matokeo yao walishindwa kufanya mambo ya kwao, lakini wale wale ambao walikuwa wanasaidiwa wana ndio wa kwanza kukusema vibaya, kwamba sijui hela zake alikuwa anazipeleka wapi. Hawakumbuki kwamba wewe ndio ulikuwa na msaada kwao, wewe ndio ulikuwa uliowasaidia. Kwa kuna tofauti kati ya kutenda mema na kutumiwa. Kuna watu ambao wako jirani na wewe kwa sababu tu una kitu ambacho wanakitaka kutoka kwako, na watakapopata tu hicho kitu wanachokitaka wanacho kutoka kwako hawatakuwa jirani na wewe tena, watakukimbia. Ndio watakuwa kwa kwanza hata kukusema vibaya, kwa sababu kile walichokuwa nakitaka kutoka kwako kwa wamekipata. Kwa pamoja na kuwa maandiko yanasema kwamba kwa kadiri tupatavyo nafasi, tusi, tusiache kutenda mema tusiache kuwatendea mema, tuwatendee mema watu wote, hasa jamii ya waaminio. Ni vema hekima, hekima ya Mungu ikakuongoza. Ni vema hekima ya Mungu inakuongoza, kwa sababu sio watu wote wanaokuja kwako kwa kuomba kwa kwa kwa kwa msaada wana nia nzuri ndani ya mioyo yao. Kuna watu wanakuja kwako kwa, kwa, kwa sababu tu wanajua kwamba wewe huwezeki kusema hapana, na wako jirani na wewe kwa sababu tuna kitu utakapoishiwa tu hawatakuwa jirani na wewe tena, hawatakuwa jirani na wewe tena, hawatakuwa jirani na wewe tena kwa, tunahitaji hekima ya Mungu katika kutenda mema, tunahitaji wakati mwingine uongozi wa Mungu katika kutenda mema. Si kila mtu anayekuja kwako, anayekuja kwako ametumwa na Mungu. Si kila mtu anayekuja kwako ametumwa na Mungu. Kuna watu wanakuja kwako wanakuja kwako kwa sababu tu, kwa sababu tu una kitu ambacho wanakitaka, wanakitaka kutoka kwako, kuna kitu wanachokitaka kutoka kwako, na watakapopata watakukimbia, watakukimbia, watakukimbia. Ni kweli kwamba kuna baraka katika kuwasaidia watu, lakini si watu wote utakaowasaidia utabarikiwa kwa sababu kuna watu wengine wanawezekana wanapita kwenye, kwenye changamoto fulani kwa sababu ya uzembe wao kwa sababu ya uzembe wao kwa sababu ya matumizi mabaya kwa sababu ya kutokuwa makini na Mungu. Kuna kitu anachotaka wajifunze. Kwa wewe kumsaidia mtu ambaye Mungu amemweka ame amemweka kwenye hali ili ajifunze awe makini, kama ni fedha au ana matumizi mazuri, usiji ukafikiri kwamba utapata baraka za Mungu kwa kumtoa mtu ambaye Mungu amemweka darasani ajifunze ili awe na matumizi mazuri. Kuna tofauti ya kuwa mwema na kutumiwa. Ni ukweli usiopingika kwamba kuna watu ambao watakuwa jirani na mtu kwa sababu kuna kitu anakitaka kutoka kwake, na utakapokipata hawezi kuwa rafiki yao tena, hawezi kuwa jirani tena, hawezi kuwa jirani naye tena maana kile walichokuwa na kipata wamekwisha, walichokuwa na kitaka wamekwisha, wamekwisha kipata. Tenda wema, lakini usikubali kutumiwa. Usikubali kutumiwa, usikubali kutumiwa. Epuka watu wanaotafuta maslahi yao tu, epuka watu wanaokuja kwa ajili ya kukutumia tu. Tenda mema sawa, lakini hekima Mungu ikuongoze. Si kila mtu anayekuja kwako ametumwa na Mungu. Haukuumbwa kumsaidia kila mtu, haukuumbwa kumsaidia kila mtu, haukuumbwa kumsaidia kila mtu. Na katika dunia hii usije ukafikiri kwamba unaweza kumfurahisha kila mtu, uwezi kumfurahisha kila mtu. Kuna watu wengine hata ukiwasaidia namna gani, hawezi kuthamini msaada wako. hawezi kuthamini msaada wako, ukigeuka tu mgongo, wataanza kukusema vibaya wataanza kusema vibaya. Kuna tofauti kati ya kuwa mwema na kutumiwa. Wako watu wengi ambao wanayamkini, wanaweza kuja kwako sio kwa nia njema, kwa lengo la kutumia tu, kwa sababu wewe unajua kabisa wewe huna uwezaji kusema hapana, unataka kumfurahisha kila mtu, unataka kumsaidia kila mtu. Haukuumbwa kumsaidia kila mtu. Hekima ya Mungu ni vema imekuongoza juu ya yupi wa kumsaidia na juu ya yupi wa kutokumsaidia, juu ya yupi wa kutokumsaidia. Hekima ya Mungu inahitajika katika kutenda mema, hekima ya Mungu inahitajika, uongozi wa Mungu unahitajika katika kutenda mema. Hakuumbwa kutenda mema kwa kila mtu, hakuumbwa kumsaidia kila mtu, kila mtu hakuumbwa kusaidia kila mtu. Wema lazima uongozwe na hekima ya Mungu. Utenda mema lazima kuongozwe na hekima ya Mungu na watu wako jirani na wewe ili wakutumie. Ili wakutumie. Kuna kitu tu ambacho nakitaka kutoka kwako, baada hapo utakuwa huna maana tena kwenye maisha yao, utakuwa si thamani tena kwenye maisha yao wakishapata kile walichokuwa wanakitaka kutoka kwao. Watu wengine wamejaa unafiki. Wamejaa unafiki. Tafuta hekima ya Mungu ili usiangukie katika mikono ya watu ambao wanakuja tu kwa, le, kwa lengo la kutumia. Na kwa nini wanakuja kwako? Kwa sababu wanajua kwamba wewe huwezaki kusema hapana. Unataka kumsaidia kila mtu, unataka kumfurahisha kila mtu. Narudia tena, kuna watu wengine hata ukiwasaidia namna gani bado hawatathamini msaada wako. Hawatathamini msaada wako. Na kuwasaidia watu kama hawa, watu kama hawa. Inawezekana usione baraka za Mungu. Sio kila kusaidia, Mungu anakupenda. Kuna watu wengine tunaotoa darasani, Mungu ameweka darasani ili wajifunze, wajifunze, wewe unakuwa kuwasaidia umewatoa darasani kabla ya kile ambacho Mungu alikuwa anataka wajifunze, hawajajifunza. Kuna watu matumizi yao ya fedha ni mabaya na anapokuja kwako wakati Mungu amemuweka wa darasani ili angalau ajifunze awe na matumizi mazuri, kwa wewe kumsaidia, usije kwakofikiri kwamba Mungu atakufurahia na wala huwezi kuona baraka za Mungu. Kuna watu watakutafuta tu wakiwa na shida, lakini mambo yakiwa safi hawezi kutafuta tena. Nasema sawa, sasa akutafute kwa ajili ya nini? Nachozungumzia kuna tofauti kati ya kutenda mema na kutumiwa. Epuka watu ambao wanakuja kwako kwaajili ya kukutumia tu, epuka watu ambao wanakuja kwako kwaajili tu, kwa sababu na kitu fulani, una kitu fulani, watafanya urafiki na wewe kwa sababu kuna kitu ambacho wanakitaka wana kutoka kwako. Wakishapata tu hicho kitu, wewe hauna maana tena, wewe hauna thamani tena we hauna well, thamani tena. Saidia watu ambao wanathamini hata msaada wako. Saidia watu ambao sio kwamba wanakuja kwa ajili ya kukutumia tu, watu ambao hata kama ikitokea kwamba hauna kile kitu ambacho ulikuwa nacho, bado wataendelea kuwa jirani na wewe. ku kutenda mema kwasaidia watu ni vema hekima ya Mungu hekima ya Mungu hekima Mungu ya Mungu ikuongoze. Hekima ya Mungu inahitajika katika kutenda mema. Hekima ya Mungu inahitajika katika kutenda mema. Nakumbuka kwamba fedha ni mali ya Mungu. Dhahabu ni mali ya Mungu. Kila ulicho nacho ni mali ya Mungu. Na Mungu anataka utumie kwa hekima. Hataki utumie tu... unavyoona vema. Utumie kwa akili. Kwa uongozi wa Mungu, hekima Mungu ya Mungu inahitajika katika kuwasaidia watu katika kutenda mema, hekima ya Mungu inahitajika. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya, mafundisho haya kafanyike msaada kwako kwa katika jina la Yesu. Na Mungu akukondisha wa na watu sahihi ambao alioumba tangu ulimwengu ya kwamba utasaidiwa na wewe katika jina la Yesu. Hekima ya Mungu ikusaidie, ikuongoze kujua yupi wa kumsaidia na yupi sio wa kumsaidia. Kumbuka hakuumbwa kuwasaidia watu wote. Wako watu ambao Mungu kabisa aliandaa tangu misingi ya ulimwengu kwamba wewe utakuwa msaada wao, na Roho Mtakatifu akusaidia kuwatambua hao, kwa sababu utakaowasaidia hao ambao Mungu ameleta kwako, Mungu ataachilia baraka kwako. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usahau kusubscribe. Ukisubscribe basi mafundisho yote na post kwenye channel yangu ya YouTube utayapata na maisha yako yatabaki jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu.